Au nataka watu wasikie wajue kama nina toa mimba? Huyu hapa kuanzia sasa ni mwenzetu. Tumeamua kuongeza kuongeza nguvu katika hospitali yetu, nahitaji tumpe ushirikiano, tutakuwa naye kuanzia sasa. Namba, tumpe nafasi mgeni ajitambishe. Huu mwanangu, nimekuita hapa kwa lengo la kutaka kukuambia vitu vyako vile vyote nimesha kuwekea kwenye begi. Kwa hiyo sasa mimi mishangazi yako nimekupa baraka zote zote, Uende mjini uko unakwenda, mwanangu, tafadhali nenda kafanye vizuri. Mungu yuko pamoja na wewe, Mungu atakutangulia kwa kila unachokifanya, mwanangu Kulwa. Achana na ule mzio, akili zake anazijua mwenyewe, akili zake zipe zipe Shangazi na kuahidi, wala sitakuangusha. Kama nilivyokuwa pamoja na wewe kwenye masomo, basi nitakuwa pamoja na wewe kwenye faida ambazo nilizofanya. Paka mimi nisome kikubwa tu, nakuhakikishia kwamba nitafanya kila kitu ambacho ulichoniambia, na nikienda mjini, wewe mwenyewe utafurahi, kwa sababu najua shida ulizopitia kuhusu mimi juu ya kusoma. Sasa ni zamu yangu kukupa matunda, shangazi yangu. Asanteni, nimependa kwa jisi mlivyonikaribisha kwa majina, naitwa Ibrahim Saidi Dorogwa, ila ningependa nitumie ne Dokta Dorogwa nikiwa kazini. Ah, sina cha kusema zaidi ya kuwashukuru sana wafanyakazi wenzangu, nawaahidi kufanya kazi kwa ushirikiano na pia nawaomba na, na nyinyi mnioneshe ushirikiano. Kwa niaba ya ma madaktari wenzangu tumefurahi sana sana kupata ujio huo, na mimi binafsi nimefurahi mno. Mwanaume mateso magumu kaumbiwa kwa sababu mgeni ni mcheshi na tumependa ukarimu wake, karibu sana kwa. Mimi naona haina haja kabisa ukasirika, kwa sababu yule ni mgeni na inahitaji kukaribishwa. A oh, unaona kile ambacho umekifanya ni kipo sawa, si ndio? unawezaje kumsifia mwanaume mwenzangu ikiwa mimi nipo hapo hapo? Kumbe wivu ndio unaokusumbua. Rabi, mpenzi wangu, acha wivu mimi nakupenda wewe tu, hakuna mwanaume mwingine ataiziba pengo lako. Mwanaume mateso magumu kaumbiwa, ila kwangu msiti. Yeah.

nilikuwa ni na, na mgonjwa kunilikuwa na mhudumia. Samahani sana kwa kuchelewa. hii ni ofisi ni ya kwako, na iko kitu ulichokalia ni cha kwako kuanzia hivi sasa, dokta. Ni shamcha nishamchoma sindano maisi, atajisikia vizuri baada ya muda mfupi, maana mgonjwa alikuja akiwa katika hali mbaya sana. kwa hiki ulichokifanya

nitaifanyia kazi. Sina mengi zaidi ya kukushukuru tu basi. Sawa, naomba nikuache nikawadumie wagonjwa. Kava sura bandia, sura bandia, sura bandia, Doctor Fake. Samahani jamani, Doctor, Doctor yo, Yeah. Yeah, kiufupi tu nilikuwa na ombi kutoka kwako. Mimi ni mgeni hapa Dar es Salaam, nimetoka mkoani. Nilikuwa nahitaji mtu ambaye anaweza kuwa karibu na mimi kuanzia kazini mpaka njia ya kazi. Moyo wangu umeona wewe unaweza ukawa rafiki yangu, kwa sababu ni mtu ambaye unaonekana ni mchangamfu. Haina shida. Kwangu mimi sina tatizo kabisa kabisa. Kila alikuwa huko ni rafiki yangu. Dokta, dokta Feki.

nakusumbua nini? Maana naona tu umefika una furaha kufanya kazi zaidi. Naona tu umekaa unawaza. Maxi, ni kweli, mimi sipo sawa na jambo linanofanyiwa mimi, ni siwe sawa. Mwanangu nimeharibu yaani, mpaka kufikia dakika hii nimpa mimba mwanafunzi. Bwana, kitu kidogo sana hicho kwangu Uwe na ndio kufanya na ndio unachokufanya uwe una mawazo kiasi hicho. Sasa sikia, mimi na rafiki yangu mmoja ni daktari, cha msingi yeye ongea na mama mtu omimbakuitoo. Nashukuru sana Max kwa kunipa ushauri Dr. Fake na yo.

Nimemkuta kwenye chumba cha Dokta Dorogwa. hmm. wanakula lomans. Ningechelewa kidogo tu wangefanya mambo mengine. Dokta Feki. Somea huyo Dokta Feki.